Kuna haja ya kubadilisha visa, aina ya visa ambayo umeenda nayo, kama umemaliza shule unataka kuwa mjasiriamali, au ni visa ile ile unaitumia? Kuna haja ya kubadilisha visa, kwa sababu visa ya student mm, ukisha maliza tu chuo immediate inakuwa haifanyi tena kazi pale, inabidi uchange kwenda hiyo visa ambayo inakuruhusu wewe kutafuta kazi. Na hapo sasa, kama wewe ndio mjasiriamali umesha labda una kampuni Tanzania au una kampuni hapa, ina maana kuna qualifications za kuchange kutoka visa ya hiyo ya kutafuta kazi kwenda hiyo visa ya business kwo watakupa mlolongo wao pale waga, zinapatikana hata kwenye website zao, kisechi kwao, kama umeona umekizi hivyo vigezo na unataka kuchukua business visa, ina maana utachange kutoka hiyo viza kutafuta kazi kwenda kwenye viza ya business ambayo hiyo na yenyewe ni ya mdamrefu tu kawatua kwa sababu biashara ni ipgi tu unalinyu, unalinyu, utakua alinuuanuu mpaka palutakamaliza biashara zako na Korea. Okay, na, uh, na ukiangalia kuna mlolongo mkubwa sana wa kupata vibali vya makazi kwa mfano unatumia muda gani mpaka unakuja kupata kibali ambacho kinakuruhusu kufanya kazi au kufanya ujasiriamali ni muda wa wiki miezi au ni siku kwa mfano kama sisi wanafunzi ambao tukitaka kuchenji visa kwenda visa nyingine waga ni siku hiyo hiyo unachenjiwa, yaani ninatumia siku hiyo hiyo. Kitakacho kufanya wewe uchukue muda mrefu ni kusubiria tu ile ID ambayo unaichukua baada ya mwaka, sababu ID lazima ibadilishwe pale details zako, kwamba wewe sasa hivi uko katika visa hii, upo katika visa hii. Hiyo ndo utaenda kuichukua baada ya mwezi, lakini documents zako kila kitu kinakuwa siku hiyo hiyo, uenda kuchenji kila kitu kinakuwa kimebadilika. Siku hiyo hiyo ni kitu ni, ni issue ya siku moja, yani haina mlolongo mrefu, yani kitu ambacho unaweza ukakusaba document zake kushakamilisha, unaenda pale tu immigration wanakufanyia, ni kitu ni process ya siku moja, imeisha basi, unaenda tu kuchukua ID yako, kwa process ina kwa process ni siku moja, lakini document zinatoka baada ya mwezi mmoja. Yes. Yaani ni kitu kizuri kwa sababu hapa uh, nilipo mimi, mara nyingi vitu vinachukua si chini ya miezi mitatu, na vinaweza kufikia mpaka mwaka. Kwa nadhani hiyo process ni nzuri zaidi kwa sababu imerahisishwa.